Ni ripoti kutoka kata Yakashi, Galapo, ya Kashi kitongoji cha mji mpya Galapo halmashauri ya mji wa Babati mkoani Manyara. Habari ni ya kusikitisha kwa Bi Sauda Shabani, mama anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka hamsini na sita, ambaye ameondoshwa uhai wake na kijana wake wa kumzaa, Jamali Yusufu mwenye umri wa miaka ishirini na minane. Ama kwa hakika wanasema wakistaajabu ya Musa utaona ya Filauni. Ndivyo hali ilivyo, ndugu na majirani wakisimulia kwa huzuni tukio hili. Nimaliza kufua nikasikia wangi wa kwanza unajua, kauli yani ile sauti ya kwanza haraka haraka, huwezi jua ni wapi. Ya pili ah, nikasema mbona inatokea hapa. Nikatoka kutoka na kanyaga hapo uwanjani kwake, namuona sana yeye, yuko mlangoni pale. Kweli nimeona mama yuko chini, anatoka sasa, yeye ana kisu chake, mikishikilia na kisu kina damu kweli. Kwenye ile hali aliyotoka nayo, sikuthubutu kuendelea aidha kumuuliza ni kitu gani kwanza. Moja kwa moja ukimwona mtu anakutokea na kisu, utauliza? Nikatoka. Katika hali ya kutoka sana kimbia ili hata tupige wangi tukapishana na mwenzangu na yeye, nikaanguka hapa normal nimeupigiza huu mkono. Nilipoanguka hapa wenzangu wakapiga kelele huko chini. Watu wakawa wametoka, na mwenyekiti mtu wa kwanza nadhani kufika pale alikuwa ni mwenyekiti. Hali ile endelea tena, baada ya hapo sikuijua. Zana zana, tukawa tumechanganyikiwa tu, ni kila mmoja analia anajikimbilia kivyake. Kweli mimi nilichokishuhudia ndo hicho. Kweli nimefika paka pale nafika, lakini naendo anatoka sasa ndani na kisu chake. Jamali alikimbia wakati umemwona au pengine... hakukimbia, ndo akasimama mlangoni, hajakimbia, hajantishia, lakini mi niliogopa. Baada ya kuona kile kisu kinadamu mi nikawa nimeogopa na mi nikakimbia, na lengo la kukimbia hata nipige kelele angalau msaada upatikane na wakati huo, mwili wa mama yake unautazama chini, nimeona tu miguu, ila eneo lililoathirika sikuliona. Maana ile katika nilivyotokezea tu, ukweli nimeiona miguu na yeye amesimama mlangoni, mlango ukiwa wazi, lakini ile hali iliyotoka nayo ndio iliyonisababisha mimi nisiweze kuendelea tena kuzidi kusogea kule alipo. Kwanza mimi nikaona nijihami, hata mimi mwenyewe nikimbie, kwa sababu mtu akishafanya tukio kama lile, huwezi kujua panic atakayokuwa nayo, anakujiaje wewe. Na mimi nikakimbia, kukimbia kule nikafika hapa nikaanguka na leta, na ningepata akili ya kusema

Mmekuwa mnaishi naye kwenye mazingira gani Jamali? Nyinyi kama majirani, hawana mahusiano mazuri na mama yake? Mara kwa mara huwa wanagombana na mama yake, mara kwa mara wanagombana na mama yake, ila sasa katika kitu wanachogombana na mama yake huwezi kuelewa, lakini mtu ambaye kwa kweli kijamii, muonekano mzuri hana. Kuna wakati jirani akiwa na mzozano na mtoto mm, wanahitaji msaada wa majirani, mwaitokea mama yake pengine akawashirikisha ya hapana Labda familia kwa kweli, si majirani, hatujawai kushirikishwa kwa ajili ya mzozo wa yeye na kijana wake. Hamkuwai hata kumuliza mama Jamali, mbona kila siku na Jamali ugomvi? Kwa kweli hatujawai kuuliza. Kwenye hili mnajifunza nini kama majirani na wanajamii wa eneo hili? Kwa kweli, kwanza ni mtihani ambao yani sijui hata niuelezeeje niwe, ni kama sisi wazazi. Mimi naweza hata nikashauri, au sijui nisemaje, yani dalili unavyoiona ya hali kama ile ya mtoto kweli sio mtu ambaye unatakiwa hata uishi naye nyumba moja kabisa, kwa sababu hata dalili yake tu ilikuwa sio nzuri, si ni majirani hapa, hata salamu nyingine hakusalimii, ni anapita tu yani, yupo yupo tu, mama anapika kivyake, yeye anapika kivyake, yaani ile hasa ikawa haina hata mwelekeo mzuri kwa kweli. Kijamii amewahi kuwa na familia hapana? hata dalili, hata dalili kweli, sikuona uongo mbaya. Sijawahi kusikia hata na mtoto au ana mke, hata na rafiki tu wakike, mimi binafsi sijawahi kusikia. Mimi ni Abu Shabani, mdogo wake na marehemu. Marehemu na mdogo na mtoto wake wa kumzaa, inaelezwa kulikuwa na mgogoro kati yao, na mpaka mauti unamfika hivi karibuni. Nini kimetokea kati yao? Maana huyu, huyu, huyu mtoto wa marehemu, mgogoro huu ni wa siku nyingi, sio leo na mpaka hata tukakaa kifamilia kwamba huyu kijana tumpeleke kwanza, aende magereza sawa. so, sio leo, ni kama tuseme, ni miaka yote ni mgogoro huko tu, yeye na mama yake. Cha msingi ya, ya, anataka amtoe ya mama yake hapa, ili yeye aishi hapa. Kwa kifupi, alikuwa anataka kurithi, hey, makazi hey, ya mama yake, anataka kurithi makazi, na ndo hilo na alishamfukuza hata mama yake, akamwambia ondoka hapa, hii nyumba ni umetutengenezea sisi. huyu ni mtoto wa ngapi katika familia ya mama? huyu ni mtoto wa tatu. taarifa ulizipataje na mpaka tukio linatokea? Eh, kuanzia jana, hali ilikuwaje hapa nyumbani? Kukweli, kwa kweli, kwa taarifa za jana, mimi sikuwa na taarifa yoyote, na hivi tunapoongea mimi na wewe, mi nimepigiwa, nilikuwa makao makuu ya CCM mkoa. leo hii tulikuwa na kikao kule taarifa zimenikuta kule. Kwa hiyo kilichoendelea kuanzia juzi jana leo, sikuwa na taarifa nacho. Nimepata taarifa ya msiba kwamba kachinjwa, ndo nilichopata kwanzia asubuhi. Taarifa nilivyozipata, nimepigiwa simu na mdogo wangu kwamba umepata taarifa za msiba, nikawambia sijazipata, nani amefariki? Akaniambia dada Zauda amefariki. Bwana, sikupata taarifa akiwa naumwa. Akasema hapana, amechinjwa na mtoto wake usiku saa hizi. Akasema hata mimi nilivyozipata taarifa, nahisi ni saa hizi walivyokuwa na ugomvi. Nikaambia sasa kilichofanyika ni kitu gani, kulikuwa na tatizo gani? Labda kuanzia muda mrefu labda, maana mimi niko mbali kidogo, niko kijiji cha Majengo, lakini nikata hii hii ya Kashi. Akaniambia ni hawa vijana wanayetumia hizi sigara kubwa hizi, unaona. Kwa hiyo kimepelekea mpaka kumuua mama yake. Mimi basi, hatua niliyoichukua ni kutafuta usafiri, maana nakaa Majengo. Nimefika hapa muda si mrefu, maaskari nao ndio aa, wakawa wanatuliza watu na gari ikawa imefika ile na kumtoa mwili wa marehemu, lakini dodosa maalumu niliyoipata ni kwamba kijana huyu alikuwa anafujwa muda mrefu na mama yake. Unaona? sasa sikupata wasaa kuwasiliana na mama yake kwamba labda ulishawahi kumchukulia hatua au kumfikisha sehemu husika, sikupata ila taarifa niliyoipata leo ni msiba. Tumeipokea kwa uchungu sana, maana familia yetu tulikuwa na wababa wengi sana, walishafariki wote, wamebaki mmoja ni tayari. Kwa mara ya kwanza tukio lililojitokeza hili la kuchinjwa dada yetu na mtoto ni kitendo kilichoumiza familia sana, maana ni jambo zito. Yani kwanza kwa yoyote, mzazi yoyote au wa kike wa kiume, kwa taarifa hizi zitakuwa zimemgusa kila mtu, na ni kitendo cha kutaka kukemea kila aliyo na mtoto na hata kama hakuzaa hata wa mwenzake ni mtoto anapoona tukio gumu linapotokea, afikisha sehemu usika, kwa ajili kama huyu ni mama yake mzazi, amechukua ya hatua ya kumchinja. Je, mama mwingine au jamaa yake mwingine, na mzunguko wake anayezunguka anakuwa na watu wengine? Kwa hiyo ni tukio zito, tumelipokea kwa uchungu. Ni kata ya Kashi nzima na tofauti na kata zingine, ambapo ndugu walipo na taarifa zilizotokea hizi zinaumiza. Kwanza ni tukio zito, maana ni kijana mdogo nguvu ameipata wapi hatujui amepata kishawishi hatujui kuna kitu gani alichokuwa anakitafuta kwa mama yake lakini ni tayari sisi tunasema Mwenyezi Mungu ampokee tu dada yetu basi kwa sababu ni kizazi chake ndio kilicho mzuru haijulikani kama hata atapona yeye atakuja kumzuru nani tena mwingine na ni tayari alikuwa na majamaa zake na wale majamaa sijui watakuwa wamejifunza nini kupitia jamaa yao mimi nadhani ndio haya, tusitakuwa na uwezo tu kuelezea sana, maana mimi nimefuka nimefika muda si mrefu sana. Nimefika dakika chache zile na tayari mwili ukao umetolewa ndani na kuondoka ndio kama hivyo ulivyoniona, nikawa nasafisha damu ya ndugu yangu, maana imenigusa. Imeniumiza mno. Nina maumivu mazito hapa nilipo. Natumia tu nguvu ya kusema kwa sababu nina asili fulani ya ukakamavu, lakini vinginevyo nilikuwa sina uwezo hata kusimama. Lakini kwa sababu limetugusa kwa sisi Warangi tunasema najua hiki ni chombo. Isa sirani andu yani iliyochacha ni niyandugu hakuna mtu mwingine anaweza akagusa hii damu kwa sababu ni mtoto wa baba yangu mkubwa, na ni mtu tulioshibana naye, kwa sababu umeona nimeingilia kati na kulisimamia kidedea. Si kana kwamba wengine hawawezi, wanaweza, lakini mimi nimeona haina haja kusubiria tena kuweka mzozo. Nikaingia ndani na kushuhudia kama ulivyoniona. Nadhani nitakuwa nimeshamaliza, mwandishi wa habari. Sitakuwa na mengi, ila nina maumivu mazito sana. Kwa mizunguko yote ndani ya kata zote, watu kwa asilimia kubwa, vijana wote ambao hawana kazi yoyote kujishughulisha kwa chochote, ni wavuta bangi wana magenge yao mbalimbali maeneo mbalimbali ya kuvuta bangi. Lakini sasa ukiangalia katika ku, ku, ku, ku, ku, kukemea ile hali bado tu hawa vijana hawasikii kitu, wale vijana hawasikii kitu chochote. Ni matukio kila siku, hata juzi tu hata, hata, hata, hata, hata juzi yake pia, vijana wanapatishwa shida sana, mtu anapopita tu njiani raia mwema tu wanamkaba njiani, wanamnyang'anya simu, wanamnyang'anya tena koti nzuri kama anayo aidha, ana t-shirt nzuri wanamvua nini, wanamdhalilisha. Vijana wengi kwa asilimia kubwa ni wavuta bangi wala mirungi. Mirungi sasa hivi inaliwa tu hadharani tu kila mahali, watu tunaona kwa macho, sio vitu vya kuficha ficha kwa jamani. Na ile kwa ni mmoja wapo wa vijana mvuta bangi, nako ni hivyo hivyo, ni mla mrungi pia, hamna hawezi kuacha kula mirungi. Sawa, yeah. Alafu ni mtu ambaye mimi namfahamu, ni mtu ambaye si mwadilifu, ni mtu ambaye hana, hana ile, ile, ile, ile, ule upendo na watu, ni mtu ambaye anaji, yuko kivyake vyake, uh, uh, tu wala siki, kifanyiki sasa? Aa, mimi ninavyoona ni kwamba kitu cha kufanya haswa sana kwa serikali, mtu wa matukio ya aina kama hii labda mtu taarifa imeshatolewa na we familia ya nyumba husika, aidha labda hata mtoto wao ameshampeleka hata polisi au mahakamani akahukumiwa, aidha akafungwa, sasa atulie kule, sio wamrudisha nyumbani wakishamwachia, tena nakuja kuua mtu. Mbali na hilo jeshi la polisi osid akitoa ahadi ya kuhitaji ushirikiano kati ya nyinyi jamii wananchi wa eneo hili, lakini na mamlaka za jeshi la polisi, mmejipangaje kuhakikisha mnashirikiana na jeshi la polisi ili kutokomeza matukio namna hii na hata dalili zinapoonekana? Mimi niseme tu kwamba kwa ujumla zaidi sana, hata mimi ninaweza nikawa na ushirikiano mkubwa sana kwa jeshi letu la polisi, na sintakuwa na hofu yoyote na sintaogopa mtu yoyote yule, kwa sababu vijana hawa hawana uadilifu wowote, na wanapovuta mirungi yao wanavunja nyumba zetu, wanatuibia vitu vyetu. Tunashindwa kutembea kwa uhuru, mtu na mgonjwa nampeleka hospitali, wakati mnampeleka labda mko wengi, saa mnarudi labda watu moja moja, mnaachana kwenye njia panda za kuelekea kila moja kwa nyumbani kwake unakuta unateka tu mahali na unaumizwa, mali yako inachukuliwa hivi hivi, una hela, una simu inaondoka. Asilimia kubwa vijana wanavuta bangi, wanakula mirungi. Mimi jambo la kwanza niwape pole kwa hili tukio ambalo limetokea. Najua jamii imeshtushwa na hili tukio, niwape pole sana, hasa kwa familia, pia nao nawapa pole e, lakini vilevile ningeombeni sana wananchi, niwakumbushe sisi kama jamii, tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba kwenye maeneo yetu tunakuwa salama. Tuanze kwanza kwa kukataa vi, vi, vi, matukio ya kihalifu yanayotokea kwenye maeneo yetu. Kila mtu ana wajibu, yaani usiseme hili ni la fulani, naye fulani akasema hili ni la fulani, na mwingine akasema hili ni la polisi. Madhara yakija yanakuja kwenye, kwenye jamii. Kwa hiyo niwaombe sana, sisi tukatae matukio ya kihalifu, matukio haya yanayotokea ni, ni, ni, ni, ni mkusanyiko wa mambo yale madogo madogo yaliyokuwa yakitokea, ya, ya baadaye anakuja analeta ya yanaleta mabaya. Tuna changamoto kubwa kwenye jamii yetu, ulevi wa kupindukia, watu wanapika gongo kwenye mitaa yetu tunawafahamu, lakini watu wanauza dawa za kulevya, mirungi, garapo, bangi na tunawafahamu, wako kwenye mitaa yetu. Mimi niwaombeni tafadhali sana mtoe taarifa, lakini vile vile sisi wenyewe tukatae. Hivi kama mimi nyumba yangu nimeweka mpangaji anauza bangi eh, tukamkataa, lakini mtaa mzima ukamkataa, kwa sababu sisi hapa hatutaki mpishi wa gongo. Hivi yule anaweza kupika gongo, mimi polisi nitakuja nitakamata, nikiondoka huku nyuma, kwa sababu nyewe mnamwangalia atakuja mwingine atapika pale Mnasubiri polisi aje, lakini sisi tuanze kukataa. Kwamba mimi ningeomba viongozi wa vijiji, wa vitongoji, wa wa kata, tukae kwenye mitaa, operesheni kataa uhalifu, yaani yeyote anayepika gongo, bwana, sisi hapa naona wewe mtaa wetu haukufai. Tunaelewana, ndugu zangu? Tukianza sisi kukataa, ninaamini kabisa hata haya matukio eh? hayatatokea. Sawa, tukifuatilia sana matukio ma hata tukio hili mfano mzuri tunakuta kwamba ni, ni, ni, ni madhara ya nini ya utumiaji wa bangi, pombe na ukiuliza hakuna sababu ya msingi ya kuweza kuondoa uhai wa mtu. Eh? Kwa hiyo sisi tuvikatae vile vitendo kwenye maeneo yetu. Tuanze jamani ndugu zangu, nawaomba kwenye mitaa yetu, sawa? Tuanze kukataa kama kuna wavuta bangi, kuna, kuna watu wauzaji wale, mimi nawahitaji sana toa taarifa, wauzaji toa taarifa, lakini sisi kwenye mitaa tukate, tuache ule muhali. Unajua kuna watu anajua kila kitu kila saa polisi. Mimi ni waahidi watakaokamatwa, hatua zitachukuliwa na mtasikia, sawa? Kwa hiyo naomba sana tuanze kwenye mitaa yetu tukatae hizi changamoto hizi zinazotokea hizi ndogo ndogo hizi. Huyu huyu muuzaji anayekuja kwenye kampuko na kabangi huyo huyo tumkatae. Tukimkataa huyo, tutatengeneza. Watoto wetu sasa hivi wameharibika. Je, wenyewe ni mashahidi si ndio? Eh, watoto wetu wameharibika. Sasa wakiharibika pia wanapoteza nini? Matumaini yao. Hawana matumaini tena, na anapopoteza tumaini huyo tayari ni hatarishi, si tu kwenye familia lakini kwa jamii. Leo hii vipi huyu amefanya mauaji ya mama yake, je angefanya huko mtaani, na kuna uwezekano huo angetoka hapa angeenda kufanya wajibu mwingine sehemu nyingine, si ndio hivyo? Kwa hiyo usiseme kwamba huyu ni wa fulani, sisi wote tushirikiane, tukatae vitendo vya uhalifu, masuala ya ulevi wa kupindukia, masuala ya uuzaji wa dawa za kulevya. Naomba tuanze kukataa kuanzia ngazi ya kitongoji, sawa. Mimi na polisi kata wangu tutahakikisha tutengeneze mifumo sawa eh? sawa kuanzia huku chini huku kataa uhalifu. nyumba yote inayouza banki sisi wananchi ndio tuanze kuikataa kwamba wewe, sisi hapa uendani na sisi, ama utafute mbinu nyingine ya kuishi, ama uende jela, uchague mawili <coughs> tumeelewana eh? Basi naomba na, na niwape pole sana kwa hayo machache, lakini tutaendelea. Mimi tutakaa, nitakuja, tutakaa na viongozi tuone jinsi gani ya kuweza kudhibiti hivi vitendo ambavyo sasa vimekuwa ni, vimekuwa, ni. Vimezidi. Sawa, nafikiri mnasikia juzi kuna mauaji gengi, yamesikia jana na wapi huko mjini pale Babati. Sasa hivi vitendo lazima sisi kama wajamii tuvikatae.